Elimpanzu Elimpanzu, nimkemia mi, Elimpanzu nabii ambaye anaanza kufanya miujiza ndani ya uwanja wa benjamini Mkapa a Dar es Salaam, wanachinja wanachinja, wanafurahi kwalikweli kwamba kwa kwa farafa ziko hapa misimba Sports Club ana ungurumba ndani ya Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Tazama mkemia kakakileti sabu zile pale, akaangalia vinasaba kwa Al Masry, kaona vimepungua, soka limepungua kolikipa metava miambwilia tope tu katika uwanja huu ni Eli Mpanzu, namedusena jashalewa Eli Mpanzu. Aleka pasi ya kubembeleza simbwe, kaklosi utamdesa Mkwala, watu wanasubiri sarakasi, one two! Mbaya iyo Al Masry, Stiveni Desa Mkwala! Simba na level aggregate mbili milioni, aggregate mbili sifuri, nyama na unguruma Uwanja uwenje Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Simba wa anafanya miujiza Simba anafanya siwezekana, golikipa Mahmud anashangaa, hii ni nini? hii ni Simba Sports Club falme wanyika Mohamed Hussein alipokea mali, akagawa pasi, sambusa sambusa ya nyama, mpanza kamakia pasi upendo mwagape